Mheshimiwa Waziri, tayari Zanzibar tuseme na rais mpya, wakati huu ndio anaendeleza nguo yake ya pili, yapi matarajio uh, uh, jumla jamala, una taarifa za Zanzibari, una taarifa kuhusu dunia inavyoendelea sasa, yapi matarajio tunaweza kusema wa Zanzibar? Nashukuru sana, uh, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwanza kwa kumwezesha rais wetu kupata ushindi wa asilimia 74.8 lakini, sisi tunakaa mitaani na tunakaa na wananchi mbalimbali Wananchi wengi wamepokea kwa furaha kubwa ushindi wa Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi, huku akiamini kwamba yale aliyoyaanza anakwenda kuyaendeleza. Mheshimiwa Rais ameanza mambo makubwa ndani ya miaka mitano, amejenga barabara, amejenga maflyover, ameimarisha sekta ya michezo, sekta ya uwezeshaji, sekta ya kilimo, na amefanya kwa kiwango kikubwa. Tumeshuhudia kwa mara ya kwanza kuwa na rais ambaye anaweka jiwe la msingi, kitu ambacho kimeshaanza au kina asilimia karibuni 80, ya utekelezaji. Kwa hiyo tunamtegemea kufanya kwa kasi zaidi, kwa sababu tunaamini kwamba hatutaka kumaliza vibaya, atataka kumaliza na heshima yake ikiwepo. Kwa hiyo wananchi wengi wamepokea kwa matumaini makubwa, na tumeona wenyewe mpaka wapinzani, kwa maana ya watu wenye mlengo mwingine wa kisiasa, bado waliendelea kumkubali Dr. Mwinyi kabla ya uchaguzi. Kwa hiyo tunaamini kwa kulinda kwake amani na umoja na mashirikiano mshiriki, na, na mshikamano basi ataendelea kupewa ushirikiano na vyama vingine ili aweze kufanya kazi vizuri zaidi. Wewe ni waziri wa habari eh, waziri ambaye unaweza kuwa sikio la mheshimiwa rais kwa maana ya kwamba unasikia wasemayo watu mtaani unashughulika nayo, yapi unadhani mheshimiwa rais katika awamu yake hii anapaswa kuyazingatia ili mambo yaende vizuri Wazanzibari wahudumiwe vyema. Ya, nashukuru mimi ni waziri wa habari mstaafu kwa sababu bendera imeshashushwa. mm -hmm. Lakini kimsingi nikiwa kama mshauri wa rais kama nitapewa nafasi ya kuendelea kumshauri ni kumalizia ile miradi ambayo amekwisha ianzisha. Yaani ni bora tukamalizia yale ambayo tumeanzisha, kuliko kuibua miradi mipya wakati ile ambayo tulianzisha hatujaimaliza. Lakini bahati nzuri, huo ndio mtazamo wa Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi, kuona kwamba kila alichokianzisha anakwenda kukikamilisha, ili wananchi wajue kabisa kwamba kuna hili limetekelezwa, kuna hili Tunashukuru Mungu, Mheshimiwa Rais amefanya ya mambo yanayohesabika, yaani unapomtaja Dokta Mwinyi unataja mambo mazito makubwa ya maendeleo ambayo yanahesabika ya. Kwa hiyo kikubwa, Mheshimiwa Rais anatakiwa akakamilishe pale alipoanza, na huo ndio mtazamo wake, na sisi tukiwa kama wasaidizi wake, kwa sababu pia mimi ni mjumbe wa Baraza la Wawakilishi, tutampa ushirikiano wa hali ya juu kuhakikisha kwamba tunamkumbusha yale yote yaliyoko pending ili ayakamilishe kwa wakati. Uh, uh, rais anachukua nafasi wakati huu ambapo naweza kusema uapinzani una kinyongo, kwa maana ya kwamba wanaonyesha kwamba dhahiri pengine uh, uchaguzi ambao umefanyika au kufanyika katika ndia ambayo umewatendea haki wao. Kuna nafasi yoyote kufanya wote mnaenda kwa pamoja katika jukumu la kuijenga Zanzibar? Ndugu mtangazaji, mimi ninachoamini wapinzani hawana kinyongo, na linathibitishwa na speech aliyoitoa Makamu wa Kwanza wa Rais jana kwamba mwisho wa siku amekubali matokeo na ameendelea kuhubiri amani na utulivu, lakini uchaguzi umefanyika kisheria. Na mtu anaposema uchaguzi umefanyika labda kwa vitu visivyo eh, vya kihalali, hakuna ushahidi. Kama mtu ana ushahidi, manake ni kuwasilisha ushahidi na kuchukua hatua zinazostahiki. Sisi tunaamini ya kwamba kushindwa ni kubaya, hakuna ambaye anapenda kushindwa. Unaposhindwa uwezi kuwa sawa, utakuwa sawa, lakini kwa baadaye lakini wapinzani tuko pamoja nao, tutashirikiana nao, tutashikana nao na mheshimiwa rais Dr Mwinyi, yeye ndo ameonyesha mfano. Anashirikiana na makamu wa kwanza kwa kila kitu, na tunashuhudia, tulishuhudia kwenye cabinet, maamuzi yote yaliyokuwa yanafanyika ya nchi hii na makamu wa kwanza wa rais alikwemo na alishiriki katika vikao vya pamoja, na tukafanya kwa pamoja. Kwa hiyo tunamkaribisha katika serikali yetu, tutafanya nao kazi kwenye majimbo, kwenye wadi, kwenye ngazi za shehia. Sisi ni wamoja, muhimu kudumisha amani na utulivu, ambayo ndio itatusaidia sana sana kufanya kazi kwa pamoja na kuleta maendeleo kwa wananchi walio wengi. Asante. Ulikuwa hapo hapo wakati Othman Masoud makamu akizungumza, lakini uchaguzi huu aliita kama uh, vitendo vya kihuni walivyofanyiwa, lakini sijasikia akikubali matokeo na akasema kwamba wanashauriana kutoa mawazo, lakini nimesikia umesema amekubali matokeo. Kama hiki ninachosema mimi ni sawa, uh, mnaitazama vipi hivi? Mimi nirudie tena, kushindwa ni kubaya. Osman Masudi alikuwa na tamaa ya kushinda, hakushinda. Kwa hiyo hawezi kuenda public akasema amekubali matokeo, lakini kiuhalisia amekubali matokeo. Tunashukuru Mungu hajahamasisha watu wayapinge matokeo. Kama awamu zilizopita, watu walipinga matokeo, yeye hakupinga matokeo. Kwa hiyo tunaamini joto e, la kushindwa litapungua, atakaa vizuri na sisi na tutampa ushirikiano, tutafanya kazi kwa pamoja. Hii nchi ni yetu wote na inajengwa na wote, na Mheshimiwa Rais ameonyesha mfano kwamba serikali ya mchanganyiko anaiunga mkono, na ndio maana kuna majimbo amepata wapinzani. Hatujakasirika, hatujapigana, hakuna damu yoyote iliyomwagika Zanzibar. Kwa hiyo, Zanzibar ni moja na Zanzibar ni njema. Atakae na aje, tunawakaribisha wote, tufanye kazi na rais wetu Dr Hussein Ali Mwinyi. Nashukuru sana, asante.